CCM, oye! Oye! Wajumbe wa mkutano mkuu, oye! Mwenyekiti wa CCM, oye, oye! Rais wa Jamhuri ya Muungano na mwenyekiti mtarajiwa, oye! Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, ndugu makamu mwenyekiti wa CCM, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ndugu makamu mwenyekiti bara, ndugu mjumbe wa kamati kuu ya CCM, mwenyekiti mtarajiwa na rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, ndugu wenye viti wastaafu, ndugu makamu wenye viti wastaafu, ndugu viongozi mbalimbali mlioko madarakani, waliostaafu, waliochamani na serikalini, mama yangu Mama Fatma Karume, ndugu mabalozi, ndugu waalikwa, ndugu wajumbe wa kamati kuu, ndugu wajumbe wa halmashauri kuu na ndugu wajumbe wa mkutano mkuu maalum, kwanza kabisa, ndugu mwenyekiti, naomba ni uniruhusu nitoe salamu za udhuru zamama Zama Maria Nyerere alikuwa awepo hapa leo, lakini jana nilizungumza naye, kaniambia hivi, wanangu, moyo unataka kuja, lakini mwili unakataa. Sisi ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe. Mkutano mkuu huu maalum una ajenda moja ya kumchagua mwenyekiti wa CCM kufuatia uamuzi wa mwenyekiti wa sasa na rais mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Ndugu Jakaya Mrisho Kikwete wa kuamua kung'atuka akitekeleza utamaduni wa chama chetu ndani ya chama chetu tunao utamaduni wa mwenyekiti wa taifa wa CCM kumwachia uongozi wa chama rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania anayetokana na chama cha mapinduzi miezi michache baada ya kuapishwa ili kuchukua uongozi wa chama chetu. Utaratibu huu haupo kwenye katiba, haupo kwenye kanuni. Ni utamaduni ulioasisiwa na viongozi waasisi wa, wa chama chetu na kudumishwa na waliofuatia ndani ya CCM wenye lengo la kudumisha umoja, mshikamano uwajibikaji kwa madhumuni ya kuwatumikia wana CCM na Watanzania kwa ufanisi na kwa uhodari. Ndugu mwenyekiti, ndugu rais, ndugu makamu wenye viti na ndugu wajumbe, kifungu cha saba cha katiba ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya mia na tatu Kifungu kidogo cha tatu kinaeleza ifuatavyo, nami na nukuu: mkutano mkuu wa taifa utafanya mikutano yake ya kawaida, lakini mkutano usiokuwa wa kawaida unaweza kufanyika wakati wowote wa ukiitishwa na mwenyekiti wa CCM au ukiombwa na theluthi mbili ya wajumbe wote wa halmashauri kuu ya chama cha mapinduzi, tarehe 6 mwezi Februari mwaka huu elfu mbili na kumi na sita, wakati CCM ikiadhimisha miaka 37 ya kuzaliwa kwake mjini Singida, mwenyekiti wa chama cha mapinduzi ndugu Jakaya Mrisho Kikwete alielezea dhamira yake ya kung'atuka na tarehe 18 Juni 2016 mwenyekiti Kikwete aliwasilisha taarifa yake rasmi ya kung'atuka kutoka katika nafasi ya mwenyekiti na kupendekeza kwa kamati kuu kuitishwa kwa mkutano mkuu wa CCM wa taifa ili ufanyike uchaguzi wa ndugu John Pombe Magufuli rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kuchukua nafasi ya mwenyekiti. Kwa kuzingatia utamaduni wa chama chetu, kamati kuu ya CCM kwa kauli moja ilikubali pendekezo la mwenyekiti Kikwete la kuitisha mkutano mkuu na pendekezo lake la pili la kumkabidhi rais mwenyekiti. Kifungu cha saba cha katiba ya Chama cha Mapinduzi, ibara ya mia na tatu kifungu kidogo cha nne kinaeleza na nina nukuu, taarifa ya kukutana mkutano mkuu wa taifa ni lazima itolewe si chini ya miezi mitatu kabla ya tarehe ya kukutana lakini inaweza kutolewa taarifa ya muda mfupi zaidi ya huo ikiwa unafanyika mkutano usiokuwa wa kawaida, yaani mkutano mkuu maalum kama huu wa leo. Kwa kuwa mkutano huu wa leo sio wa kawaida, ni mkutano mkuu maalum, natoa taarifa kwenu kuwa mwenyekiti wa CCM aliwasilisha uamuzi wake wa kuitisha mkutano huo, kama nilivyosema hapo awali, wa kamati kuu ya taifa na kupendekeza kwa tarehe 23 siku ya leo 2016 kuwa ndiyo siku ya mkutano huu. Kamati kuu kwa kauli moja iliridhia uamuzi wa mwenyekiti wa kuitisha mkutano mkuu usio wa kawaida, mkutano mkuu maalum kwa tarehe ya leo na ndiyo maana tumekutana hapa leo. Kifungu cha saba cha katiba ibara ya mia na tano kifungu kidogo cha tano sehemu ya a kinaelezea kuwa namna nukuu, utakapofika wakati wa uchaguzi mkutano mkuu wa CCM utashughulikia kumchagua mwenyekiti wa CCM makamu wote wawili kwa kipindi cha miaka mitano inayofuata. Kwa bahati nzuri, makamu wote wawili hawajamaliza muda wao, muda wao unamalizika mwezi Novemba mwaka 2017. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuwachagua tena kwa mujibu wa kifungu hiki tunayemchagua ni mwenyekiti wa CCM wa taifa peke yake. Kwa mujibu wa kifungu cha saba cha katiba ya CCM ibara ya mia na nne kifungu kidogo cha sita kinazungumzia mahudhurio ya mkutano huu. Kifungu hiki kinataka wajumbe wanaohudhuria mkutano huu wawe ni theluthi mbili ya wajumbe wenye haki ya kuhudhuria mkutano huu. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, nataka kutoa taarifa mbele yako na mbele ya mkutano mkuu huu, kwa wajumbe halali wa mkutano huu ni wajumbe elfu mbili mia nne na kumi na wawili. Wajumbe waliohudhuria mkutano huu walioko humu ndani ni wajumbe elfu mbili mia tatu tisini na nane. Idadi hii ni sawa sawa na asilimia tisini na tisa nukta nne. Baada ya maelezo haya wa heshima na taadhima, sasa ndugu mwenyekiti, na kukaribisha ufungue kikao cha mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi cha mwaka 2016. Ndugu mwenyekiti, karibu sana.